Bismillahirrahmanirrahim. Hili somo la tisa tufanye hili swali namba mbili hapa Sheikh ameandika Allah mrahimu dha'a fil faragh fi fil jumal al atiya na'dan munasiban weka kwenye sehemu zilizo wazi katika sentensi zifuatazo sifa yenye kunasibiana kwa hiyo umeshaona sifa na mwenye kusifiwa au chenye kusifiwa kwa hiyo hapa kwenye sentensi wewe unatakiwa uweke sifa Khadija tu talibatun Khadija mwanafunzi inabidi umsifie umweke sifa hapo mwenye kujitahidi ni mvivu ni mrefu ni mfupi ni mzuri ni mbaya, mfano hivi. Namba mbili, Khalidun tajirun, Khalid ni fanya biashara, wewe unabidi uweke sifa hapo fanya biashara ina gani? Mbakhili, mkarimu, kama hivi. Al-arabiyatu, lugha ya Kiarabu ni lugha, na uweke sifa hapo, lugha tajiri, lugha nyepesi, lugha ngumu, lugha nzuri, uhakadha. Kisha natuma kazi zako kwa admin, inshallah, natuma voice note kwa admin na utapata marejesho.